Usiku wa mvua kubwa zilitawala anga la Dar es Salaam, radi zikipiga hewani kwa kishindo kikubwa na umeme ukimulika anga kwa ghafla. Barabara ya Mwai Kibaki ilikuwa imejaa maji yaliyosababisha magari mengi kusimama, lakini gari moja la kifahari aina ya Range Rover Vela liliendelea kusonga kwa tahadhari kubwa. Ndani yake alikuwemo Donatus Mhando, bilionea maarufu mwenye umri wa miaka arobaini na mbili aliyepata utajiri wake kupitia biashara ya madini na uwekezaji wa majumba ya kifahari. Donatus alikuwa njiani kurejea nyumbani baada ya kikao kizito, lakini moyo wake ulikuwa mzito usiku huo. Mara alipofika karibu na mtaa wa Mivinjeni, aliona kivuli kikitetemeka pembezoni mwa lami. Alisimamisha gari, akashuka kwa tahadhari na kusogea karibu. Kulikuwa na mtoto mdogo, mvulana mwenye umri wa takribani miaka miwili, ameketi chini kwenye matope, ameloa kwa maji ya mvua, akitetemeka kwa baridi na hofu. Donatus aliinama polepole akamwinua mtoto huyo na kumfunika kwa koti lake. Hakukuwa na mtu yoyote karibu. Alitazama huku na kule, lakini barabara ilikuwa tupu. Alihisi mzigo wa huruma moyoni mwake, na bila kufikiri mara mbili, alimpeleka mtoto huyo ndani ya gari lake na kuondoka naye. Katika siku zilizofuata, Donatus alifanya juhudi kubwa kutafuta ndugu wa mtoto huyo kupitia matangazo ya televisheni, redio na mitandao ya kijamii, hakuna aliyejitokeza. Hatimaye aliamua kumlea kama mtoto wake. Alimpa jina la Daren na kuhakikisha anapata kila kitu bora maishani: chakula, elimu na makazi ya heshima. Miaka ikapita, Daren alikuwa kijana, Daren alikuwa kijana mwenye adabu, mwerevu na mwenye heshima. Alimpenda Donatus kama baba yake wa kweli, na hakujua chochote kuhusu asili yake. Hakuwa na kumbukumbu -kumbu ya wazazi wala mahali alikotoka. Kwa Donatus, Garen alikuwa faraja kubwa aliyowahi kuipata hasa baada ya kuishi miaka mingi ya upweke tangu kuachana na mke wake Martha, ambaye aliondoka miaka mingi iliyopita akiwa mjamzito na hakuwahi kujulikana alipo. Siku moja Donatus alipotoka kazini alimkuta rafiki yake wa muda mrefu aliyejulikana kwa jina la Mzee Mshana. Mshana alimwambia Donatus, naona ukuu wa Mungu, ama kwa hakika Mungu hukupa wa kufanana naye. Donatus alishangaa kisha kuuliza, kwa nini umesema hivyo, mzee wangu? Mzee Mshana akasema, nilipokuja nilimkuta akijisomea, lakini kwa sasa nafikiri unaona ninafanya nini? Mwanao amenipikia kahawa nzuri kama ile ninayotengenezaga nyumbani kwangu. Amefanya hivyo bila yeye kuniuliza wala mimi kumwomba. Hakika amejaaliwa maarifa na nilipomuuliza alisema amejifunza kutoka kwangu. Yani siku moja tu uliyomleta kwangu, basi alijifunza kitu kikubwa kama hichi tena kwa kutizama tu. Hakika dare ni mwerevu na hapa na usimulia moyo wake zaidi ya akili Donatus alicheka kisha akasema kwa sauti yenye hisia, Daren ni zawadi kwenye maisha yangu, na kila nikimtazama huwa najisikia damu kunicheza na moyo wangu kujaa amani. Siku zilienda, miaka ikasogea. Daren alipofikisha miaka kumi na miwili alianza kuuliza maswali kuhusu mama yake. Aliuliza kwa sauti yake ya kigugumizi kwa mbali, baba, mama yangu alikuwa mtu wa aina gani? Donatus alisita, alimtazama Daren kwa sekunde kadhaa, kisha akasema alikuwa mwanamke mzuri sana, lakini aliingia kwenye maisha yako kwa muda mfupi. Huenda siku moja tukampata tena. Majibu hayo hayakumtuliza Darenin, lakini aliheshimu kimya cha baba yake. Siku moja Donatus alipata mwaliko wa kuwa mgeni rasmi katika hafla ya kusaidia wagonjwa wa moyo hospitali ya taifa Muhimbili. Wakati wa ziara ya wodi za wagonjwa, daktari mmoja alimsogelea kwa heshima, samahani mheshimiwa Donatus Ends, kuna mgonjwa hapa aliyekuwa akitaja jina lako mara kwa mara kabla ya kupoteza fahamu, anaonekana kukujua. Donatus aliposogea karibu, moyo wake ulisimama kwa sekunde kadhaa. Mwanamke aliyelala pale kitandani alikuwa ni Martha, mke wake wa zamani, mjamzito aliyemwacha miaka mingi iliyopita. Alikuwa amedhoofika kupita kiasi, uso wake umechoka na macho yake yakiwa yameingia ndani. Alijitahidi kufumbua macho, alipomwona Donatus kwa sauti dhaifu alitamka Donatus. Donatus alishika mkono wake kwa upole. Martha, ni wewe kweli? Ulikwenda wapi? Machozi yakamtiririka. Martha kwa shida kubwa alisema, mtoto wetu, nilimtelekeza. Nilikuwa hoi, sikuweza kumlea. Nilimwacha karibu na barabara, sikuweza kufanya chochote. Samahani. Donatus alihisi dunia inamzunguka. Unasema mtoto ulimtelekeza barabarani? Martha alitikisa kichwa kwa udhaifu. Ndiyo, nilifanya hivyo, sikuwa na njia nyingine. Ni wa kiume mweusi, mwenye sura kama yako. Nilimpa jina la Berry. Ana kigugumizi kidogo, mwenye macho ya werevu ndani yake. Donatus alishindwa kuzuia machozi. alichokiamini kwa miaka kumi na mbili kilikuwa tofauti kabisa. Alichomemwokoa mtoto wa mtu mwingine, kumbe ni mwanawe mwenyewe. Alitoka hospitali hiyo akiwa hana nguvu. alipofika nyumbani usiku huo Alimkumbatia Daren kwa nguvu. Samahani mwanangu, sijawahi kukuambia ukweli kamili. Daren alishtuka, baba, kuna nini? Nimekutafuta kwa miaka mingi. Siku niliyokuokota kwenye mvua, nilikuona kama malaika aliyeanguka mbele yangu. Sasa nimejua ukweli, wewe ni damu yangu, wewe ni mtoto wangu halali, wewe ni mwanangu wa pekee. Daren alibaki kimya, macho yakiwa na mshangao wa hali ya juu. Mama, mama yuko wapi? Donatas alitabasamu kwa majonzi. yuko hospitalini, hali yake ni mbaya, lakini anatamani kukuona. Kesho yake Darren alipelekwa hospitalini. Alipomwona Martha alinamisha kichwa chake na kusema, mama, sijui kama nimewahi kukuota, lakini moyo wangu umejaa hisia zako. Martha alilia kwa nguvu, samahani mwanangu, nilikuwa mdhaifu, nikaogopa kulea, lakini nimeishi na huzuni hiyo maisha yangu yote. Wakati huo familia iliunganishwa tena. Martha alifariki wiki chache baadaye, lakini aliondoka akiwa na amani baada ya kuwaona Donatus na Darren wameungana kama baba na mtoto wa damu. Baada ya mazishi ya Martha A. Eh, Donatus aliamua kuweka wazi hadithi yao kwa umma. Alizungumza kwenye mkutano wa waandishi wa habari, akisimulia kisa cha mvua ile ya miaka kumi na mbili iliyopita. Mvua ilipoanza nilikuwa peke yangu, mvua ilipomalizika nilikuwa na mtoto. Sikuijua sura yake vyema wala jina lake lakini moyo wangu uliniongoza kumbe, moyo haukudanganya na ule usemi wa damu ni nzito kuliko maji sio usemi tu, bali ni uhalisia. Darren ni wangu, alikuwa wangu toka mwanzo. Darren alikuwa na kuwa kijana mwenye huruma, na kwa msaada wa baba yake alianzisha shirika la kusaidia watoto waliotelekezwa, akilipa jina la Msaada Foundation. Wakati wa uzinduzi wa shirika hilo, Darren alihutubia mbele ya viongozi, waandishi wa habari na watu waliokuja nilipatikana kwenye mvua nikaokolewa kwenye mvua, na sasa nataka kuwa mwanga kwa watoto wengine walioko kwenye mvua za maisha. Si lazima ujue ulikotoka ili ujue unakokwenda. Mapenzi ya kweli yana nguvu kuliko damu, lakini damu na mapenzi vikikutana, maisha yanapata maana halisi. Kwenye uzinduzi huo alikuwepo mzee mmoja, rafiki mkubwa wa Donatus aitwaye mzee Mshana. Alipopewa nafasi ya kuzungumza, alisema kama kuna kitu cha thamani duniani kwa mtoto ni mzazi, na kama kuna kitu cha thamani duniani kwa mzazi ni mtoto. Hakika najivunia kuwa moja kati ya watu wachache wanaoijua hadithi yenu. Anachokifanya leo Darren si kurudisha fadhila, bali ni kujulisha dunia kuwa yeye siyo damu ya Donatus pekee, bali amerithi mpaka moyo wa upendo na huruma. Asanteni. Donatus akiwa amesimama pembeni alimtazama mzee Mshana, kisha Darren Shani alitabasamu kwa fahari. Alijua kwa mara ya kwanza kabisa maisha yake yamekamilika. Baada ya sherehe za uzinduzi kukamilika, mzee Mshana aliwaomba Darren na Donatus wampeleke kwenye kaburi la Martha. Walipofika na kumwonyesha, mzee Mshana alisema, kila kitu katika dunia kina mwisho. Mwisho wa mimba ni mtoto, mwisho wa utoto ni uzee, na mwisho wa uhai ni kifo. Ukitaka kujua dunia ni nini, basi tazama wale waliolala hapa. Sio mimi pekee, wala wewe, wala yule. Siku moja wote mwisho wetu utakuwa hapa. Asante sana kwa kufuatilia hadithi hii. Niandikie nini umejifunza kutoka kwenye hadithi hii. Tukutane tena wakati mwingine. Shalom shalom, amani iwe nawe. Assalamu alaykum.